Tumeamua kugombea nafasi hizi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Kwenye jamii kuna makundi mbalimbali, bahati njema, tumeshakutana na makundi mengi sana. Moja kati ya kundi muhimu katika jamii zetu ni kundi la kinamama, lakini ni kundi la wanadarsa ambao ndio nyinyi. Kwa hiyo, kwa kweli kundi hili sisi mimi pamoja na wenzangu tumelipa nafasi kubwa sana na tuna malengo makubwa kwenye kundi hili, na tunasema wazi kabisa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mkituchagua siku ya tarehe 29 mwezi huu wa kumi, siku kumi na moja kutoka leo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mkituchagua tutahakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana nanyi kwa umakini mkubwa, lakini tutamaliza changamoto zenu ambazo mnazo, kina mama wanadarsa wa hapa Mwame. Naelewa kwenye mambo haya kuna mambo mengi. Sisi, moja kati ya malengo yetu ndani ya jimbo hili, tulisema tuhakikishe kwamba hili liwe jimbo la kwanza katika kuimarisha tahfidhi al-Qur'ani kwa vijana wetu. Sasa vijana wana nafasi yao, lakini na wazee nao wana nafasi yao. Leo katika hali ya kawaida kwenye maeneo mengine mtu akifika miaka 40 45, anasema bwana, mimi shakuwa mzee, ndio basi tena nasubiri kufa eh? Lakini kumbe tunayo mambo ya kufanya, elimu haina mwisho wala elimu haina uzee. Mimi nafarijika nikiona kina mama bado mnaendelea kutekeleza ule wajibu wa Mwenyezi Mungu ambao tulitakiwa tusome na tujifunze. Kwa hiyo sisi tuwahakikishie, pamoja na ule mkakati wetu wa tahfidhi al-Quran kwa vijana wetu, pamoja na kuimarisha madrasa zote ndani ya jimbo letu, tumeambiwa na tumefuatilia madrasa hizi zimeongezeka mwanzo zilikuwa sabini na moja lakini sasa ndani ya jimbo tuna madrasa themanini na tatu. Tumeahidi na hapa kina mama tunawaahidi tutazipitia madrasa zote kwanza, tuzirekebishe. Maana unakwenda kwenye madrasa, madrasa imechoka sana, haina maji, haina umeme eh? Hakuna hata watu wakitaka kwenda kujisaidia, kinamama mnakaa muda mrefu pale hakuna mazingira hayo. Kwa hiyo tumesema hatua yetu ya kwanza, Mwenyezi Mungu akitujalia tukiingia salama kwenye kazi yetu hii, basi tuhakikishe tunazipitia madrasa zote, na tutaandaa utaratibu wa kuzisimamia. Zile ambazo ziko hali mbaya zaidi, ndio tutaanza nazo.